Kuna vitu ambavyo ni haram kufanya kwenye umra. Kuna vitu ambavyo ni wanachangia wanaume na wanawake wote, ni haramu, kama kutumia mafuta uzuri. Ukisha weka nia kwenye umra au kwenye hija, haijuzu paka parfyumu kwa mwanamke na mwanaume. Wa izalatu shuur, kutoa nywele haramu, kukata kucha haramu na tendo la ndoa ni haramu, na hata utangulizi wa tendo la ndoa ni haramu. Yaani utangulizi maa, unaenda umra na mke wako, unataka kuongea maneno mazuri mazuri, -mazu haikubaliki. Au umefika pale, unasema acha tupumzike sasa kidogo, tutaenda nyinyi. Inabidi muishi kama kaka na dada. Mungu pale kama is nagopaga simba, hata kama una chati na, na mke wako Usichati maneno ya mazuri mazuri, usichati. Shekha, ushaweka nia kufunga ndoa, haikubaliki. nimeonana kule umra tu tumalize, haijuzu. Hata kufungisha ndoa mana, shekhe, tuna shida ya kutufungisha ndoa, aliko kwenye umra tufungishe tu navoja kwenye simu, haijuzu. Na nadhani hata kuchumbia haikubaliki, na kuchumbiwa haikubaliki, na kuwinda haikubaliki na kuna vitu ambavyo ni haswa kwa wanaume tu, haramu kwa wanaume tukuvaa nguo zilizoshono kadiri ya kiungo, kama kuvaa kanzu, suruali, kaptula, boka na kadhalika, lakini mwanamke na juzu. Na kuna nguo nyingine ni haswa kwa wanawake haijuzu wao huvaa niqab huvaa niqab kwa mwanamke akiwa Umra, ijuzu. Na mtu akifanya moja katika haya mambo yalikatazwa, inabidi amwagidabu. Sheikh Al-Albani kuna na masikitiko makubwa sana na kitabu bacha, ambacho nilikuwa nakisoma kwenye kompyuta miaka mingi inasumbuka kwenye macho maskini sababu kisomea kitabu kwenye kompyuta hasa chote ni, ni tatizo. Wale wanasemaga bana, ulimwengu wa vitabu ushaisha bana, siku hizi ulimwengu ushakuwa na maendeleo, tuko na vitabu vyote kwenye kompyuta. Mpaka Doktora wangu utanaye maka kanaambia sikitiko hivi sasa, na Saudia wanaanza kuacha kuchapa vitabu, wanatosheka na, na simu na kompyuta. Akasema mbeleni huko tutakuwa na masikitiko makubwa, wallahi kitabu kina baraka. kuna kathira nara

asivai eh, maga. Kisha kaendelea anasema mpaka lilichosikitika sana ilifikia hatua eti baada ya seba, kasaana, tua, iti, eh, Umra nilipoenda kutoa muhadhara nikawakemea wanawake wa Saudia, baadhi ya wanawake wenye kumependa dini wakanijibu wakanjibu wakaniambia tutavaa niqab tumwage damu. Sheikh al-Bani anasema subhanallah, ma yafalu ljahlu bi ahlihi hivi ndivyo gisi ujinga unavyofanya na watu wake, ndio gisi ujinga unawatepeteshaga watu. faqad ja'ala llahu lahuna makhraja anyastuna wujuhahunna bisadi, Allah amewarahisishia kwamba kama unataka kuvaa hijabu unaweza ukajifunika kwa kitambaa kwa uh, uh, mal ukajifunika kwa, kwa jilbabu yako au kwa abaya yako au ukajifunika kwa, kwa mtandio wako. Uislamu uliwarizishia, walakin dhalika min athari tashdidi badi lmashayikh fi tilka lbiladi, mpaka wanawake wafikia kusema mimi nitamwaga dam ni vai niqabu. Ni athari kutokamana na wenye kukazia mashehe ambao wanapatikana katika hivyo vijiji, wakakazia kama niqabu ni wajibu. Ndio maana ikafikia hapo, baadhi ya wanawake wanaona kwamba gisi niqabu ni wajibu, mbora mimi nifanye kosa kwenye umra, nitamwaga damu ma ihmali tambihi ljawanibi lra lmutaalia bilmaslai watairi fiha, wakashinda kuwarahisishia na kuwabainishia wanawake, sawa sisi tuna kama ni kabli wajibu, lakini jamani, kwenye umra msivai, kwenye hija msivai, kwa sababu kukazia wakasahau kwa nabihi katika masala kama hayo ambayo yana hitilafu. Kwa hiyo wanawake wasikize i habari vizuri. Wanawake wetu wa hawako hivi, kwani nasema masala, masala kwa sababu nimeshasikia Eh, wamelihadisia kama kuna wanafunzi au kuna wanawake wa baadhi ya wenzetu wanafanya mambo kama haya.